Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha lmuslimun, enyi ndugu zangu katika imani, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, hususan nimelenga kwa wanawake, walakini ewe mwanaume ambaye kwamba utasikia maneno haya na kuombeni kwa uwezo wake Allah subhanahu wataala Tukumbushaneni katika dada zetu, tukumbushaneni umma zetu, shangazi zetu na kila mmoja. Ndugu zangu katika imani, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa na maswahaba zake, akawaambia, nasikitika sana katika umma wangu watakaoingia motoni ni wengi, watakuwa ni wanawake. Wanawake wengi watakuwa motoni siku ya kiyama hata masahaba wakamuuliza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini wanawake wengi watakuwa motoni siku ya qiyama, ila hali wanaume pia wapo? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akawaambia masaba zake, nimeenda katika sehemu mbalimbali nikapita, katika kupita huko nikaonyeshwa baadhi mengi. Katika safari yake ya Miraj, anasema nimeona wanawake wakifungwa ndimi zao, wamefungwa kupitia ndimi zao wakiadhibiwa, wakiwa uchi wa mnyama katika moto wa jahana. Mtume akaendelea kusema tena, akasema nimewaona wanawake wamefungwa kupitia nywele zao, na wengine wamefungwa kupitia matiti yao. Kwa hiyo ndugu zangu, ni katika imani tuambizeni tuambiane tuwakumbushe dada zetu kwamba watakana kujistili, kwa sababu adhabu kali itawapata wanawake ambao kwamba wamekaa bila kujali, wanaachia nywele zao, wanaziunganisha nywele zao. Wapo wanawake ambao kwamba leo hawana aibu, wako radhi kuvua nguo mbele za wanaume e, kwa ajili ya mitandao ya kijamii kupata followers, kupata nini, walakini hawajui kwamba ni sehemu ya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi ndugu yangu Muislamu, leo ufe katika hali hii ya kutafuta followers, ukae uchi kwa ajili ya kutafuta followers, ikiwa Allah subhanahu wataala anachukia katika yale ambayo kwamba unayafanya, ewe ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu katika imani, badilika, rejea kwa Allah subhanahu wataala. Ya Allah, nusuru dada zetu. Ndu na ndugu zangu katika imani, mkiona hii msipuuze, naomba ushee kila mtu mmoja apate kumkumbusha dada yake, apate kumkumbusha mdogo wake, akumbushe kila msichana mwenzie. Na we mwanamke ukiona, mkumbushe msichana mwenzie na ujikumbushe we mwenyewe, kwani Allah subhanahu wa taala anawachukia sana wanawake ambao kwamba wamekumbushwa kila wakaacha kukumbushika, ama mja ambaye kwamba akakumbushwa lakini hakukumbushika, huyu ataingia katika naru, katika moto ambao kwamba ni wenye muwako mkubwa. Ndugu yangu katika imani, tukumbushaneni. Ma, assalamu, antum bikhair, alhamdulillah